Mtoto anapozaliwa dunia hupata tumaini jipya la kesho iliyo bora. Lakini je, tunatambua kwamba huyu mtoto akilelewa vizuri, akatunzwa vizuri, akawekewa misingi imara mala, ndipo atakuwa na msingi bora na tumaini la kesho iliyo njema. Leo katika moyo wa malezi, tunagusa moyo wa mzazi tunagusa moyo wa mlezi, tunagusa moyo wa mwalimu kuhusu tumaini jipya la mtoto ambaye ni mtoto ambaye atatengenezwa vizuri leo kwa ajili ya kesho iliyo njema. Mimi ninaitwa Mhere Madam. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu sasa hivi, kwa sababu ninakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya mtoto wako, kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu sana, twende tukaangalie tuka au tukachambue hoja tano za kina kuhusu jinsi ya kuweza kujenga misingi thabiti, kujenga misingi bora kwa ajili ya kesho njema ya mtoto. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni usalama wa kimwili, ambao ni msingi wa maendeleo ya mtoto. Utafiti unaonyesha kwamba watoto wanaolelewa katika mazingira salama, mazingira ambayo hayana manyanyaso, mazingira ambayo hayana vipigo, mazingira ambayo mtoto anakuwa akiandaliwa vizuri, ni mtoto anayekuwa mtoto ambaye baadaye anakuja kuwa tegemeo kubwa sana kwa familia yake na hata kwa jamii yake. Lakini pia tafiti zimeonyesha kwamba watoto wanaolelewa katika mazingira ya manyanyaso, mazingira ya kazi ngumu, mazingira ya kutiwa hofu, ni watoto ambao baadaye wanakuja kuwa ni watoto ambao ni wahalifu katika maisha yao, kwa sababu walilelewa katika mazingira magumu, katika mazingira ya manyanyaso, yaani walifundishwa ukatili wakiwa watoto wadogo. Kwa hiyo tuwatunze watoto na kuwalea katika mazingira ambayo yatawawezesha baadaye kuja kuwa tumaini na tegemeo la kesho, mazingira ambayo mtoto atalelewa kiafya mtoto atatunzwa kimwili na mtoto atapata pia lishe na mazingira salama ambayo yanamwezesha kulala na kuishi vizuri. Hoja ya pili ni usalama wa kisaikolojia ambao ni msingi wa tabia. Watoto wanaolelewa katika mazingira ya kupendwa, kusikilizwa, kuthaminiwa ni watoto ambao wanakuwa kiakili, wanakuwa na tabia nzuri. Lakini watoto wanaokuwa katika mazingira ya matusi, kejeri, fedheha, manyanyaso ni watoto ambao wanajenga chuki, yani wanakuwa wana visasi ndani ya mioyo yao. Tukija kuangalia taifa lenye watu ambao wana afya ya akili ni taifa ambalo linakuwa lina msingi imara na linakuwa na watu ambao wanaweza wakafanya vitu vya maendeleo kwa ajili ya kuinua taifa, kwa ajili ya kuinua familia, na kwa ajili ya kujisaidia mtu mmoja mmoja. Hivyo basi, tunashauriwa kwamba tuwalee watoto sana katika misingi ya kuangalia sana ule ubora na ule uthamini kuhakikisha kwa kwamba tunawajenga vizuri kisaikolojia na kihisia ili hapo baadaye wanakuja kuwa wanajamii bora. Hoja ya tatu ni elimu na misingi ya maadili, ni silaha ya kesho. Mtoto anayeelewa vizuri anakuwa anafundishwa kusema kweli, anakuwa anafundishwa ku kuheshimu wengine, anakuwa anafundishwa kuwapenda wengine, anakuwa anafundishwa kusaidia wengine, ni mtoto ambaye atakuja kuwa kiongozi mzuri hapo baadaye kwa sababu anakuwa amefundishwa maadili. Tukija kuangalia hata maadili ya kiroho, maadili ya kidini ni msingi thabiti sana katika maisha ya mtoto. Hivyo watoto wapate elimu ya dini, wafundishwe maadili, wafundishwe kuwapenda watu wengine, wafundishwe kusema kweli, wafundishwe kuwajibika ndipo hapo kesho watakuwa viongozi wazuri wa baadaye. Mtoto ambaye anapewa uhuru wa kuuliza maswali hoji ni mtoto ambaye baadaye atakuja kuwa kiongozi mzuri ambaye anaweza akasaidia watu wengine siku za usoni. Hoja namba nne ni kujumuishwa kijamii, ambapo hii ya kujumuishwa kijamii hupunguza tofauti za kihisia au tofauti za, za kijamii. Mara nyingi watoto wanapokuwa hawabaguliwi, watoto wasipote yani, mtoto kwa mfano asitengwe, usimwangalie mtoto eti huyu ni mlemavu huyu ha, familia ambao hawana uwezo au huyu ni mtoto ambaye labda ana mapungufu fulani akatengwa akawa hashirikishwi ha, ha yaani hajumuishwi kwenye mambo ya kia pamoja. Hata kama ni darasani, unakuta mtoto ambaye labda ametoka katika familia ya hali ya chini, anakuta hajumuishwi na watoto wengine, anatengwa. Au ni mtoto mwenye mahitaji maalum, ni mlemavu, hajiwezi, anakuwa anatengwa, hapewi haki sawa na wale watoto wengine, hashirikishwi hata kama ni masomo darasani au ni kazi za kufanya anakuwa anatengwa. Hiyo inakuja kujenga hasira, inajenga chuki, inajenga vinyongo miongoni mwa watoto. Kwa hiyo watoto wote wawekwe katika hali ya usawa, yaani washirikishwe katika shughuli za pamoja wote, bila kuangalia hali ya kiuchumi au bila kuangalia mapungufu ya mtoto, labda ambapo labda ana mahitaji maalum, wote wajumuishwe na wapewe haki sawa. Hoja namba tano ni ushirikiano kati ya familia, jamii na taifa. Mtoto hawezi akalelewa na wazazi peke yake, yaani mtoto hawezi kuwa jukumu la wazazi pekee yake. Mtoto ni jukumu la serikali, familia, jamii, walimu na watu mbalimbali ambao wanamzunguka, ni wanamhusu mtoto. Mtoto anapokuwa jukumu la kila mtu, mtoto anapokuwa analindwa na kila mtu, ukitengeneza jambo la kumlinda mtoto, wewe mwalimu, wewe serikali, viongozi wa dini, viongozi mbalimbali, watu wote wakashirikiana kuhakikisha kwamba mtoto analindwa, mtoto anatendewa matendo ambayo yanampasa kuwe vizuri, hapo mnakuwa mmetengeneza taifa au mnakuwa mmetengeneza viongozi wa kesho bora na sio bora viongozi. Watoto wakiandaliwa vizuri na watu wote, mwisho wa siku wanakuwa ni watu ambao wanakuja kutegemewa na wanakuja kusaidia sana katika taifa kwa ujumla. Mtoto salama si tu yule aliye hai, bali ni yule anayeweza kuota, anayeweza kupenda, anayeweza kushirikishwa, anayeweza kuhakikisha kwamba anatendewa mambo ambayo yanapaswa kuwatendea watoto. Mtoto salama ukimlea vizuri, huyo ni daktari wa kesho, mwalimu wa kesho, mwanasheria wa kesho, rais wa kesho na raia mwema wa kesho. Hii ni sauti ya Moyo wa Malezi kwa kila mzazi, kwa kila mwalimu, kwa, kwa jamii nzima tuhakikishe kwamba tunalea utoto tunawalea watoto vizuri, tunawatendea yale ambayo yanapaswa kutendewa, ili hawa watoto waweze kuwa na kesho yao njema. Tuwapende watoto, tuwalee watoto vizuri, tuhakikishe tuna wanatimiza ndoto zao, tuhakikishe wanakuja kuwa watu ambao wanalibeba taifa, watu ambao wanakuwa ni wanaotegemewa, watu ambao wanakuwa na kesho njema. asante sana kwa kutazama video hii ya Moyo wa Malezi, endelea kufuatilia video zetu. Bila shaka umepata kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike na usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Wewe ni mtu wa thamani sana, tunakutambua na tunatambua mchango wako. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tuandikie kwenye komenti, ni hatua gani wewe umechukua kumlinda mtoto leo? Umemlinda mtoto hata mmoja. Tembelea tovuti yetu pia, hakikisha unaingia kwenye link yetu. Usiache kushirikiana na sisi. Tunakupenda, tunakujali. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Mungu mwema akubariki sana.